Ukimwona mwanandoa mmoja amepoteza hizo pete ambazo zenye thamani kubwa sana kwenye maisha yake, kwanza pete huwezi kupoteza kirahisi rahisi kama ambavyo watu wengine wanavyopoteza, kwa sababu ukitoka nje una pete yako, labda kama uko ndani unaweza ukahifadhi kidogo, lakini utapotoka nje pete yako iko kwenye kidole na inakaa kwenye kidole, si oversize. pete nyingi huwaga zina bana. Sasa yeye kama kapoteza, sijajua imepoteaje poteaje. Sasa kungwi, hivi tunavyozungumza Nandy hana pete kabisa kwenye kidole. Jamani, tunamsaidiaje na naomba ushirikiano wa Tanzania. Sasa ni usungo mwanamke kutembea bila kitu kinachowakilisha wewe mwanandoa unajenga tafsiri gani, kwamba watu wa kuingilie ama watu wa kutongoze? Kupoteza pete kwa Nandy inatafsirika kama haithamini ndoa yake, au ndoa yake haina thamani hiyo, au inakuwaje hii? Emtusaidie kidogo. Akuichukulia ndoa ni kitu muhimu sana kwenye maisha yake, kwa sababu huwezi kupoteza vitu vinavyohusiana na swala zima la ndoa. Ni maisha, umeelewa? Yale ni maisha yake. Kuna Nandy na kuna mke wa Nandy, ni vitu viwili tofauti. Sasa yeye kapoteza thamani ya mke wa Nandy, hakuipoteza Nandy, na ndo maana angepoteza pete yake kawaida, as usual, ni kitu cha kawaida pete yake binafsi, lakini amepoteza thamani ya ndoa, imempotea bahati mbaya, pengine kungwi, na anasema kwamba atakayeiona atampatia shilingi milioni kumi. Sasa kuna maswali mengi ya kujiuliza kwenye hiyo milioni kumi na hiyo pete ambayo iliyopotea. Sasa atakayeiona ataijuaje huyo mtu? Kwa sababu pete haitupitupi hiyovyovyo, kwa kusema kwamba labda kadondosha Kariakoo, yeye kuna sehemu pengine atakuwa najua kaiweka wapi fomnoya. Huwezi ukasema nimepoteza pete moja mbili tatu, na ukiangalia Tanzania, tuna watu zaidi ya milioni na na umati, watu ni wengi, na mtu yoyote akikota kitu chochote cha thamani afikirii kukirudisha, anafikiria kwenda kukiuza apate pesa, na maisha yalivyokuwa magumu, ni changamoto kubwa sana.